Ambacho umezungumza karibu. Sasa tuanze na taarifa ya kwanza kwa siku ya leo, ambapo kubwa zaidi ni kuhusu sakata la vita dhidi ya uingizaji, usafirishaji na utumiaji wa dawa za kulevya jijini Dar es Salaam, ambapo limezidi kushika kasi, ambapo kwa leo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda, amekabidhi majina mapya 97 kwa kamishina mkuu eh, wa kuzuia na kupambana na dawa za kulevya ili hatua ziweze kuchukuliwa. Akizungumza katika mkutano uliojumuisha vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, wakuu wa wilaya, wenye viti wa serikali za mitaa, pamoja na watendaji katika manispaa zote za jiji ya Dar es Salaam, Makonda amesema vita vilivyoanzishwa vya kupambana na dawa za kulevya vitakuwa endelevu na hasa baada ya kupatikana kamishna mkuu mpya aliyeteuliwa na kuapishwa jana na, na rais Magufuli. Naye kamishna kupambana na dawa za kulevya nchini Rogers Sianga amesema kuanzia leo, hata salimika yeyote atakayejihusisha kwa namna moja ama nyingine katika uingizaji, utumiaji au usafirishaji wa dawa za kulevya, wauza unga kwanzia kipindi cha mzee Mwinyi, mzee Mkapa, mzee Jakala na wala ambao wanataka kunusa kwenye awamu ya tano, inahusisha makundi mengi, lakini wapo wa ndani ya nchi ambao wao ndio wana nicho kikubwa na nje wao kuingiza kilo elfu mbili elfu tano sio jambo gumu. Na kwa utafiti wangu mdogo, kwa siku katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, kokeni inayoingia kwenye soko ni kati ya kilo 10 mpaka 15 zinazoisha kwa siku moja, na hizo zikikamatwa na watu, zinashuka kwenye vijiwe, zinasambaa, zinakwenda, zinakwenda lakini pia ufahamu ya kwamba kwetu sisi tumetumika kama njia pia. Kianzisha Mheshimiwa Rais vita dhidi ya dawa za kulevya, hiyo tempo tutaenda nayo, tempo aliyoianzisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na timu yake, tunakwenda na tempo hiyo hiyo. halitasalia jiwe halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitaondoshwa. Baadhi ya viongozi wa dini na waathirika waliopata fursa ya kuzungumzia katika mkutano huo wameunga mkono vita hivyo, kwa kuwa vimeathiri vijana wengi ambao ni nguvu kazi ya taifa. Ukiwa kiongozi mwadilifu, unataka kupambana na uovu a Mwenyezi Mungu na, na malaika wake wanatosha, si wanadamu. <coughs> Mimi katika hadhara hii ningekuomba mkuu wa mkoa umshirikishe sana mchungaji yule katika jambo hili, yeye yeah, anao hawa ambao wameacha madawa ya kulevya. Karibu mkoa mzima wa Dar es Salaam, kuchukua fursa hii kuwaomba msamaha wale wote niliowakwaza when I was under influence ya drugs, naomba mnisamehe tafadhali, na naomba Mungu anisaidie, mnisamehe tafadhali. Nimesimama hapa kama kijana shupavu, mpambanaji, mwenye nguvu, mwenye nguvu mpya lakini niko hapa mbele yenu kama mnyama na niko tayari kuunga mkono vita hii ya madaa kulevya. Narudia tena, mnyama, nimeamua. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.